Nimefurahi sana na ninawaambia Watanzania wote, nawaomba Watanzania na wote tumuunge mkono Mheshimiwa Tundu Lissu. Nawaomba dini zote, mashehe wote, mafadili wote, tumwombe Mwenyezi Mungu Tundu Lissu ashinde kesi na endelee mapambano, aluta kontinua. kunaamini kabisa kwamba kesi yake ni kesi ya kuhukumiwa, sio kesi ya haki. Na nimefurahi leo nimemwona rafiki yangu Tundu Lissu jinsi anavyojitetea, anaonyesha ana, yeye ni mwanga na nuru na neema kwa Tanzania mzima, ni neema kwa Tanzania mzimba hatuwezi kumsema mtume, lakini nasema ni mlisi wa watume ya Mwenyezi Mungu wote, ni mlisi wa mitume na wanazuoni wote wanaotumia taaluma zao kweli wanakuwa ni walisi wa mitume, kwa sababu wanazuoni wote wanatetea haki, wanatetea eh, eh, elimu zao kwa ajili ya manufaa ya dunia, na mitume ilikuja kwa ajili ya kuisaidia dunia, na wanazuoni wote wana sheria wana, wana, wana, wana, wana, wana, mainjinia wote wamekuja duniani kuitumikia dunia, ili watu waishi maisha mema. Kwa hiyo namshukuru Mheshimiwa Tundu Lissu anatumia taaluma yake ya kisheria kama Mwenyezi Mungu alivyopenda, na mtume wetu Muhammad alisema walisi wa, wa mitume ni wanazuoni, sio wanazuoni wa dini tu, ni wanazuoni wa taaluma zote ndo walisho nini, wametuma ili watu wamjue Mungu yupo na haki ipo na dunia hivyo. Asanteni sana kwa kunisikiliza, tumuunge mkono Tundu Lissu, yeye kajitoa kwa ajili ya kuitetea haki na demokrasia ya Tanzania.